Uchochezi wa kina wa ubongo ni mojawapo ya chaguo bora la matibabu linalopatikana kwa watu wenye ugonjwa wa Parkinson na matibabu haya si tiba mpya. Hii imekuwa ikipatikana kwa karibu zaidi ya miongo mitatu, na India tunafanya hivyo kwa zaidi ya miaka kumi nchini India. Na hii si upasuaji mkubwa, tunaita kama upasuaji wa tundu dogo, ni karibu sawa na pasemaka ya moyo. Hii uh, hii inaitwa, kwa maneno rahisi tunaita kama pasemaka ya ubongo. Tunaweka elektrodi mbili ndogo kwenye ubongo, kisha tunaunganisha kila kitu, elektrodi na beti ndogo kifuani. DBS inaboresha mitetemeko ya mgonjwa, ugumu, polepole katika shughuli zao za kila siku, kutembea na diskinesia. Diskinesia inamaanisha baadhi ya harakati zisizo za kawaida za mikono na miguu kama harakati za kucheza na inaweza pia kupunguza dawa zao kutoka asilimia arobaini hadi sabini. Dibs hii inaweza pia kufanywa kwa watu wenye mitetemeko mingi kama mitetemeko muhimu, mitetemeko ya dystonic na watu wenye dystonia, ugonjwa wa Parkinson na pia baadhi ya matatizo ya akili u kama vile u unyogovu Tourette syndrome na kifafa pia. DBS hii, inaweza kubadilisha maisha kama itakupa moja ya maboresho ya ajabu au ya kushangaza katika ubora wa maisha yao watu daima huniuliza kama kuna hatari yoyote um, na DBS hii. Kama upasuaji mwingine wowote kuna baadhi ya hatari ndogo pia kuna kama asilimia mbili ya uwezekano wa kutokwa na damu asilimia mbili ya uwezekano wa maambukizi um, hii inaweza kutokea na upasuaji wowote, kama upasuaji wa tumbo au upasuaji wa mguu. Ni upasuaji mdogo, kwa hivyo wanaweza kuwa na moja ya um, ubora bora wa maisha baada ya upasuaji huu.